Na serikali imezindua upya Mamlaka ya Kusimamia Mashirika ya Manufaa kwa Umma ambayo hapo awali ilikuwa Bodi ya Ushirikishi wa Mashirika yasiyo ya, ya Kiserikali katika juhudi za kuimarisha usimamizi, uwazi na uwajibikaji katika sekta ya mashirika yasiyo ya, ya kibiashara ya nchini Kenya. Mamlaka hiyo ilizindua nembo mpya na tovuti mpya siku ya Jumanne, hatua inayowakilisha, uh, inayowakilisha mageuzi makubwa ya mifumo yake ya kidijitali ili kuboresha utoaji wa huduma na ushirikiano na wadau. Mamlaka hiyo imepewa jukumu la kusajili na kusimamia mashirika yote yasiyo ya, ya kiserikali na taasisi za misaada zinazoendeleza shughuli zake humu nchini. Congratulations. Here is the new logo for the PBORA. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi, katibu katika wizara ya usalama wa taifa, Daktari Raymond Omolo alisema kuwa mchakato huo wa kubadilisha sura ya mamlaka hiyo inaambatana na mwongozo wa serikali kuhusu utoaji huduma, matumizi na mawasiliano ya kidijitali, huku ikibainisha haja ya kuwiana na sekta ya mashirika yasiyo ya kibiashara na kuyapa umuhimu maendeleo ya taifa. This act provides for a more vibrant, accountable, transparent and partnership driven PBO sector, and as one of the stakeholders engaged during the development of this new brand

Zaidi ya utambulisho huu mpya, katibu huyo alitoa changamoto kwa mamlaka hiyo kuimarisha usimamizi wa udhibiti, kuboresha utoaji huduma na kuongeza ushirikiano na umma pamoja na wadau wa sekta hiyo. You will now be expected to live up to the ideals of the brand in all respects and demonstrate in real life situation what you should be known for, what you have committed to represent and project yourselves in a manner That you have defined. Hatua hii inajiri wakati serikali ikiongeza juhudi zake katika kuangazia shughuli haramu zinazopenya katika sekta ya mashirika hayo ikiwemo ufadhili wa ugaidi, utakatishaji fedha, ufisadi, ulanguzi wa binadamu na matumizi duni ya fedha za msaada. Jacqueline Masharia, Darubini.